Sports Club wajiangalie, wasio wadini na mechi yetu, kumbe mechi yao kula yacha, kwa sababu gol kipa lao lile lile, yeah. Gol kipa ni bovu kabisa, Yakubu Selemani, yeah. Gol kipa bovu, kiulishia mpira inabutua Poa kabisa nafuratele, nimekuja kuisapoti timu yangu kwenye michuano ya klabu bingwa. Ilipo Yanga kwenye michuano ya klabu bingwa na mimi nipo mapema Ma sana, niko hapo uwanjani nimekuja kushuhudia dimba kubwa la Gondan Bay. Eh, tupo hapa kwa ajili ya kuja kumnyosha Mwarabu A -a. Mwarabu lazima anyoke vizuri tu Mwarabu lazima anyooshwe na pako mezizwa. MVP wa Tanzania anaenda kukabidhiwa tuzo yake mwezi huu wa kumi na mbili unayekuja MVP Pakome hapa leo, mnajipigia mapema sana. Hii Dimba ndugu zetu pande ya pili waliogopa, ila sisi ndio tunalijua vizuri ndugu zetu pande wa pili hii dimba wajuu kulitumia. Sisi tumekuja hapa kuja kumwona Mwarabu, sio kule, tuko hapa tumevuka maji kuja hapa, atukunyoosha chuma zako kale kwako na timu so bora kwa sasa, wenyewe awaeeyna na Warabu vizuri.

Yanga anachukua point point tatu leo, akisafia na zake zingine. Kwa hiyo Yanga leo achukua tatu na kuambia umma kwamba jamani, mimi ni Yanga Afrika, sio timu nyingine. Yanga Afrika na maana ya timu ya Afrika sio timu ya Tanzania. Leo msije mkakimbiana mkavuka maji kimya kimya, kimakimya sio Yanga hii. Yanga ya Mleno Pedro. Ah, sio Yanga hii. Yanga ya MVP. Yanga ya Digiri Yala. Yanga ya Maxi Pianzigeli. Yanga ya Andre Boeri Bobwa sio mtani wako kesho anacheza pale Benjamin Mkapa. Sasa mmemkimbia? Hatujamkimbia, kwanza yeye ndio ana mechi ngumu kwa kutokea <tokia> ana mechi ngumu kwa kutokea, na ndio anawaambia Simba Sports Klabu <tokia> wajiangalie waswadili na mechi yetu, kumbe mechi yao kulaiacha kwazisagokipalao lile gokipa bovu kabisa, Yakubu Selemani kipa bovu, kiulisha mpira inabutua wale jamaa wale jamaa wa Angola au ni waite Wareno makiwa Ngola wapo karibu na Ureno wachezaji wengi sana wanatoka Brazil, Ureno. Wao jamani wa profession, wana mpira wa kupressing. Kwa hiyo nikipoa kesho jiangalie, anaweza kumpress akampasia adui, tukaanza kuchakara mapema pale. Na hapo onyo, kama kuna uwezekano, waombe barua CAF kuanzia muda huu saa tano hii, kwamba tunaomba tumuongeze goalkeeper wa muda hey. Hey. Mimi <laughs> na Juma kwa Kaseja, kesho adaka Kaseja pale langoni na kesho <laughs> hey. Eh, Juma kwa Kaseja, mipira miguu na iweza, mipira kisasa kwa hiyo kesho, mimi na wasi ndugu zangu wandike barua Kafu magori, kuandika barua Kafu za malalamiko, andike barua Kafu, mwambie bwana Kafu, tunaomba masana bakia tunamjumuisha kwa kipa yetu Juma Kaseja. Aje okoe jozi kwa mechi ya kesho. Maana kuna kiama kwa Simba kesho. Mapema sana hoja jamaa. Mimi naelewa ndugu zetu wasijiamini sana yule jamaa anaitwa Petro Rwanda Tetiko. Yule jamaa ni hatari. Yule jamaa ni hatari anaga masiala kwenye michuano kama hii. Yaani wewe ndio yake kucheza nusu finali. Sio robo kama Simba. Yule jamaa ni mtu hatari sana. Pia ndugu zangu, kesho mimi nawaonya msiende kichwa hapa Simba sababu mnaoja kulomiana. Kesho utasikia zile nyimbo za Mangungu, watumtaki Mangungu, kesho utasikia hapo. Bana ana noma. Poa ndio.